Kupolewa kwa wingi unga unakuwepo kwa wingi. Kama pale nyuma tulikuwa nasika moja inaitwa National Milling, NMC ilikuwa lina kila mkoa, kuna hizo branches hizo matawi ya NMC. Kwa hiyo tuta- tutaweka kama vituo kama vya kupigia kura, ambapo kila raia atakuwa anachukua mahitaji yake yote ya, ya vyakula na pia wachakuwepo magari ya watu wasiojugweta kwa ajili ya kupeleka hizo hivyo vyakula Eh, mahitaji ya mwezi. Kila mtu tunahakikisha anavyo vyakula vya kutosha, serikali itagharamia, ili wananchi wasiteseke, wafurahie nchi yao, waone viongozi wao waliochagua wanawajali. atitaje kumnufaisha mtu mmoja, na kuwa anakula na familia yake, anasomesha watoto wake huko nje, aha, anaishi vizuri, ana mali nyingi, na wengine katika nchi hiyo hawana hata kipande cha ardhi wale wenye mahekta na maheka ya mashamba ahakikisha hayo mashamba yatashughulikiwa, kila mtu apate kipande cha kulima, na kila mtu pia tutamhakikishia tunamjengea nyumba, nyumba ya kukaa na watoto wake. Hata wastafu ambao wametumikia taifa hili, ni wanastafu wengine hawakujaliwa kujenga au maendeleo, pia ni kipawa cha Mwenyezi Mungu, na hakikisha kila mstafu tunamjengea nyumba. Kwa hiyo wastafu, msiogope, mstafu tunawekea mazingira mazuri, mstaafu maeneo ya kukaa na familia zenu. Wengine wastaafu wengi mnakufa wa mapema kwa presha kwa sababu juu utalala wapi, utakaa wapi, itakuwaje? Tunasema stafu, so tunajadi, wazee wetu ni hazina ya taifa, na tunasema pia sisi kwetu tutaweka kamati za wazee wa kushauri serikali kwa sababu wameona mengi na pia wametumikia serikali watakuwa washauri wa serikali ya CCK, tufanyeje serikali na sisi, tutawasikiliza washauri wetu, na tutaweka kamati pia za vijana kwa ajili kusha ya kuishauri serikali ya CCK. Vijana wana mawazo mapya ya kidijitali, hatujiwezi hatuwezi kujitenga na, na dunia na kukwenda sata, lakini tunasema Tanzania pia mambo ya tehama tunayapokea, na tunasema pia kwenye tehama ili mtu ajue dunia na kukwenda, tutahakikisha kila familia ya Mtanzania, kila kaya tunapeleka TV moja na kila kaya doa kila Mtanzania mwenye umri zaidi ya miaka 18 anapewa simu naona na hivyo hivyo, pia anakuwa na kompyuta. Kwa hiyo kuna kompyuta kuna, kuna simu halafu kuna nini kitu kingine, kompyuta, simu na kitu kingine TV. Ina maana hapo utaniona mimi rais wako wa CCK uliyemchagua na kueleza kwa mustakabali wa nchi, tunatoka wapi, tunakwenda wapi, wapi, tufanye nini, tutashauriana pamoja, hata tutafanya kwa maba nchi za kidemokrasia mara nyingi tunafanya kifamilia kwa kushauriana, tunakuwa uniform kwamba tumekwenda wapi tuko wapi, mikakati ya sasa ya karibu na mirefu, tunashikiana pamoja, na kila mwananchi atasikilizwa. Wa kwenye machimbo tutawapelekea hivi hivi, pia na kwa TV akichimba kinuka anakutana taarifa ya habari pale pale, karibu na chimbo lake, kutakuwa nako. Kila wachimbaji wa, wa migodi wa, tunapelekea umeme tunapelekea TV tunawapelekea simu na vocha usiwe na wasiwasi mwananchi, serikali italipia vocha kwa mwezi, na we ni kupiga simu, wenye kuchati ku, ku, kupata marafiki wazee wenzao wa America, Australia, eh, eh, United Kingdom uko uh, Uingereza eh, pia Afrika, unataka upate mama mwenzako, muna chat wote pamoja, unafurahi. Wakati mwingine eh, eh, kivijana hivyo hivyo, na wengine wanapata ajira kwenye mitandao, wanapata marafiki, wanakuta wanapata pia E, fursa nyingi kwenye mtandao vijana wengi wako kwenye mtandao nakiha wengine wanapenda TikTok si TikTok si kuna mambo ya Facebook sasa ameweka kaamia tano tukamaisha kifurushi angependa aendelee kuna taarifa fulani ambazo zinamfurahisha au zinamtia moyo na tutaweka pia ile shirika la maadili sio kwamba kwenye e, kuchati au kwenye hiyo blogs hiyo mitandao ya kijamii kila kitu kinakuhusu una vinavyohusu kwa maadili ya Kitanzania au Kiafrika ma western city country kama huko America si wapi huko ma ma manchi ma ya pali huko hizo tamaduni zetu hizo, uh, tamaduni zao. Tutaweka shika ambayo litaelimisha wananchi kwamba usitembee uchi, utembee uchi na unajivungia heshima, kwa sababu sisi wa Tanzania tumezoea eh, kuvaa nguo za heshima eh, kimadili kidini kimani najua Uislamu haupendi vitu kama hivyo, mtu akatembea uchi au anatelemisha suruali au anavaa vitu vya ajabu. Ukristo pia hivyo hivyo, hatupendi vitu kama hivyo. Wanaiga mambo mengine hata mabaya, ushoga. Ushoga, unatakiwa kuoa mwanamke mwanamke ili uzae watoto. Sasa unaenda kubeba janaume lezio, ili utalizalisha vipi? Ile hiyo inatakiwa iende nayo nikaoni, nipate mke. Usagaji, wanawake anataka siku wana wanawake, hiyo ni dhambi, ni lana. Mungu hapendi Sodoma la kumu liliangamia kwa sababu mambo kama haya. Wanawake wako kibao, wanaume wako kibao. Hakikisheni tunatunza maadili yetu.